Habari marafiki, karibuni tena kwenye chaneli yangu. Leo ntakuwa nikionyesha jinsi ya kutengeneza pizza ya nyama nyumbani kwa urahisi. Tutaanza kuandaa pizza crust, weka unga kwenye bakuli, weka hamira, weka sukari, weka chumvi, maziwa na maji. Kama unatumia mashine ya kukandia, weka spidi namba mbili, kanda kwa muda wa dakika tatu. Kama utumii mashine, kanda kwa mkono kawaida, kama unavyokanda mandazi. Weka mafuta, ongeza spidi namba nne, kanda mpaka unga wako ulainike kabisa na uvutike. Ufunike, uwache kwa dakika ishirini ili gluten itulie. Funua, weka unga kwenye bakuli ulipaka mafuta, uwache kwa muda wa lisali moja. Injika kikaangio, weka mafuta, weka vitunguu maji, kaanga mpaka vilainike, visiwe vya brown. Weka tangawizi na kitunguu saumu. Kaanga tena, kaanga mpaka vitunguu maji viwe vya brown. Ongeza moto, weka nyama yako ya kusaga nyama ya kusaga ichanganye, huku kichambua chambua, ili isifanye mabonge, yani isishikane, na pia endelea kukaanga kwa moto ule ule mkali ili nyama yako hata kama ikitoa maji yasikae, yani yani maji yatoke na yakauke, kwa sababu moto ni mkali. Weka chumvi, endelea kukaanga, kaanga mpaka maji yaishe, na pia usiache kuitenganisha kuichambua chambua kama hivyo kwenye video, ili ibaki moja moja maji yakikauka, nitaweka viungo. Nimeweka pilipili kavu, nimeweka Italian herbs, ni mchanganyiko wa viungo mbalimbali, unaweza ukatumia viungo vingine. Nimeweka na Royco, kisha nitachanganya. Ukiangalia kwenye video, maji yameisha. Nitaweka tomato sauce, tunayotumia kulia chips ile. Nitaweka, nitachanganya kwa nini nimeweka tomato sauce? Nimeweka tomato sauce kwa sababu ina sukari. Sipendi kuweka nyanya afu nikiweka kijiko cha sukari, nikiweka tomato sauce inafanya nyama yangu inakuwa tamu bila kuongeza sukari. Hapa naendelea kuikaanga mpaka iwe kavu, nitaweka kwenye bakuli, naiacha ipoe pembeni. Unga umeshaumuka nitautoa, nitaweka kwenye sehemu ninayofanyia kazi Nitaunyunyizia unga kiasi, nitasukuma donge langu hapa, nasukuma tu ili unyoke kidogo. Nitachukua, nitaweka kwenye chombo nitakachookea, natumia trailer la oven. Nitatumia vidole na mikono yangu kusukuma huo unga mpaka uenee kwenye ilo tray, kama hivyo. Nitaweka pizza sauce. Pizza sauce, nilisha nilishaiandaa. Kuna video yake. Nitasambaza vizuri, nitahakikisha inaenea sehemu zote. Nitaweka cheese hapo. Nimeweka mozzarella kwanza, hapa ninaweka cheese mchanganyiko, pia ni emmental, mozzarella na gouda. Haya, hapo naweka nyama yangu niliyoandaa. Hii nyama ukiiona imeachana moja kwa moja, unaweza ukaitumia pia kutumia sambusa au kitu kingine. Nyama imeenea vizuri, nitaweka cheese kidogo. Vitunguu nitaweka vitunguu maji, nitaweka pia na hoho za rangi mbalimbali. Isha ntanyunyizia tena cheese kwa juu kama hivyo. Pizza yetu ndiyo hii hapo, ipo tayari kuokwa. Nitaiweka kwenye oven ambayo nilishaiwasha nyuzi joto mia mbili. Ntaoka kwa muda wa dakika ishirini mpaka ishirini na tano. Hakikisha kabla hujaweka pizza oven, uiwashe kwanza kabla ya kuweka pizza. Yetu ipo tayari, nitaitoa ndio hii hapo, nitatoa kwenye hiyo baking tray, nitaanza kuikata. Hapo tumemaliza kukata na pizza ndio hii hapo, tenga familia ijilambe. Kama unapenda yenye pilipili zaidi, unaweza ukanyunyizia chili oil au ukaweka sosi yote ya pilipili. Ikiwa utapenda video hii, tafadhali like, acha comment, na naomba sana usiache kusubscribe, pia tusheye na watu wengine.